Siku ya leo tutazungumza na mkurugenzi wa Zion Hill pale, e, daycare pale tunasema Zion Hill Academy mm -hmm. Bwana K tutazungumza naye pia moja kwa moja ambapo tutamcheki hapa alafu mambo mengine yataendelea hapa mm -hmm. hii ni 94.7 94.7 El Olama FM Yes. Kwa hiyo hapa moja kwa moja utapata nafasi ya kumsikiliza hapa mm, ambapo atajitambulisha, kisha jitambulisha, basi kila kitu kitaendelea moja kwa moja. Aa, kwenye line ya simu. Hello. Hello, hapa tunazungumza live moja kwa moja El Olama FM 94.7, karibu sana. Uh, sana, asante nashukuru. Okay, tukianza na utambulisho moja kwa moja e, unaitwa nani na cheo chako pia itakuwa ni vizuri zaidi kwa faida ya msikilizaji. Asante uh, sana, sana shukuru. Kwa majina naitwa Methodi Kasian Boe. Mimi ni mmiliki wa kituo cha Zion Hill Academy ambacho kilichopo Makambako Kata Maguvani mtaa wa Jeshini. Mm. Ndiyo ndio nahusika na masuala ya watoto wadogo. Ni mkurugenzi pia naweza kusemea kwa kifupi. Aha, uh -huh. Okay. Asante sana shukuru. Watoto wadogo wa wenye umri kuanzia mwaka moja mpaka umri wa miaka mitano yeah, okay. Na watoto tunashinda nao kutwa manaiya kuanzia asubuhi saa mbili mpaka jioni saa kumi kwa siku wa juma, okay, ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Okay, asante sana yeah. Aa, leo hii nini mkurugenzi, umetuandalia nini? Asante sana nashukuru mm -hmm. Leo kitu ambacho nilikuwa nimewaandalia mm -hmm. i ni kitu kimoja ambacho kinaitwa lishe bora kwa watoto, watoto wadogo o wanasoma daycare. Kwa sababu gani nimeandaa kitu cha lishe bora kwa watoto, mkoa wa Njombe kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya udumavu kwa watoto hali mkoa wa Njombe ndio mkoa ambao unaweza kusema unazalisha vyakula vingi sana na nadhani hata mwezi uliopita kuwa kuna tathmini mkoani Njombe. Yes. ya juu ya utekelezaji wa mm. lishe bora kwa watoto. Kwa hiyo nikaona si vibaya nikiwaletea na nyewe wenzangu hapa na wasikilizaji mm. waweze kujua lishe bora kwa watoto. Karibu. Asante sasa labda naweza nikazungumzia lishe bora kwa watoto wadogo mm. Kwanza kabisa nipenda wasikilizaji watambue lishe ni kitu gani, kwa sababu mm. kuna mtu mwingine hata ajui lishe ni nini. Okay. Diyo. mm. ndiyo mm. lishe naweza nikasani mpangilio mzuri wa vyakula na vinywaji ambavyo mtu anakula ili kupata afya bora, nguvu, na ukuaji mzuri wa kimwili. Au vile vile unaweza kusema lishe ni chakula bora na sahihi kinachomsaidia mtu au mtoto kukua kwa nguvu na kuepuka magonjwa. Mhm. Hiyo ndio maana halisi ya lishe kwa yule ambaye alikuwa hata ajui lishe ni kitu gani. Okay. Bas katika lishe pia huwa kunakuwa kuna makundi ya virutubisho kadha wa kadha. Bas mimi nitaangazia makundi matatu hapa. Mhm. Kundi nitaangazia la kwanza ni kundi la wanga. Okay. Katika kundi la wanga kuna vyakula vya kupata nguvu. Vyakula vya kupata nguvu hapa wanakuja kukutana na vyakula aina ya wali, utakutana chakula ugali, utakutana na viazi mkate, ndizi za kupika, ambapo katika vituo vyetu hivi vya kulelea watoto wadogo mchana mm. Mara nyingi sana sisi hapa tunafanikiwa kuwapatia chakula aina wali, aina ugali. Kwa hiyo kwenye wanga tayari sisi hapo naweza kasema tumefanikiwa. Okay. Kwa asilimia nyingi kadhaa mm. Ndio. Ila kwenye ndizi za kupika, viazi na zari bado hatujaweza kufanikiwa hizi. Tupo katika hizo taratibu za kuweza kufanikiwa katika ushirikiano wa wazazi na sisi. Okay. Pia yeah, tutaangalia ile kundi la protini mm. Katika kundi la protini hapa tunaweza kusani vyakula vya kujenga mwili kwa mm. mtoto au mtu yoyote binadamu ile kamili okay. Katika hii protini tunakutana na vyakula maharage, tunakutana na samaki, tunakutana na maziwa, tunakutana na nyama vile vile tunakutana na kunde mm -hmm. Kwa hiyo sisi katika vituo vyetu hapa tumefanikiwa kuweza kupata maharage, watoto wanayapata katika vituo vyetu sambamba kunde, achilia mbali nyama, okay. Kwa upande wa samaki na mayai, baadhi yetu bado hatujafanikiwa. Mwenyezi Mungu anapojalia tutaweza kufanikiwa kwa timu ya watoto tutaji kama hapo okay. Pia tunaliangalia kundi ambalo linaitwa vitamin ili kundi mm -hmm. la vitamin kuna vyakula vya tunaita vyakula vya kuulinda mwili ili usishambuliwe na magonjwa. Watoto wetu wanakuwa wanapata magonjwa kaza kaza, wanaumwa sana ndio yeah. Sababu zingine za kufanya umwe ni mm -hmm. kukosa vitamin. Okay. Unapokosa vitamini basi ni aina ya mboga mboga za majani mm. hawapati kwa wakati mm. matunda kama machungwa, maembe na kadhalika. Mm. Na pia licha kupata haya matunda au mboga za majani zinatakiwa ziwe safi na salama, zinaoshwa. Kwa hiyo, endapo pia unapata hivi vitu basi inasaidia wanaepuka na magonjwa ya mara kwa mara. Kwa hiyo, katika vituo vyetu hivi vya kulea watoto wadogo mchana mm. sisi basi naweza kusema tumefanikiwa mboga majani na matunda kama machungwa. Kwa kwa vinginevyo mm. hivyo kufanikiwa okay. Nadhani ndugu mtangazaji, swala la lishe ndiyo nilipenda kushia na wazazi, kutokana na kwamba mm. mkoa wetu wa Njombe ni masikitiko makubwa sana mm. ya udumavu wa watoto unakisiri mm, sio unapungua, unazidi kuongezeka mm, ihali sisi ndio ni wazalishaji wa vyakula vingi okay. Kwa maana hiyo tunachotaka ma kutoa kama ni ushauri au ni wazo ndiyo wazazi wenye watoto ambao wenye wanaosoma katika vituo vya malezi ya watoto kwa kutwa mm. wao wanajitahidi kufanya mawasiliano na kupata ratiba nzima ya vyakula sehemu ambako watoto wanashinda okay. ili waweze kutofautisha ule mlo unaoiliwa shuleni mm. na nyumbani, ili mwisho wa siku iweze kuwasaidia watoto wakapata haya makundi yote mm. kwa wakati mmoja. Ila ikiwa mtoto shuleni anakula kitu fulani na anarudi nyumbani anakula tena kile kile, yo mm. mtoto kuna baadhi ya vitu anaweza akafanyaje akavikosa. Aha, manake awe anajua kabisa leo shuleni wamekula chakula gani ili yeye aandae chakula gani cha tofauti. Ndio, ndio, ndio nachomaanisha. Aha, ndio na hiyo hapo itasaidia sana katika ukuaji wa mtoto, atakuwa kimwili, kiakili, kiafya mm -hmm. na itampelekea kuepuka magonjwa ya mara kwa mara. Aha, okay sawa, mkurugenzi, umezungumzia lishe, umezungumzia pia wazazi wao wanafuatilia eh, ratiba ya vyakula kwenye shule hizo ambazo mnashinda na watoto huko. Hapa ni vipi, aa, ushirikiano huo kwa kiasi chake unafanyika katika vituo vyenu vya, wa, vya kulelea watoto hivyo? Seme moja kwa moja ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo kwenye vituo vyenu vya kulelea watoto hawa wadogo baina yenu, e, pamoja na wazazi? Nashukuru sana mm. Changamoto siku zote huwa hazikosekani mahali popote pale. Yeah, ni sahihi changamoto, zipo tu Wewe mm -hmm. Nashukuru katika hili changamoto ambayo inatukumba mm -hmm. na inatuumiza inatuathiri sana mm -hmm. ni pale tunapokosa ushirikiano wa wazazi na sisi. mm. Unakutana na mzazi mwingine, unamfahamisha kwa lengo zuri, unamwandikia ratiba ya wiki nzima ya chakula cha shule. mm. unaweza kumtumia ujumbe kwamba hii ndo ratiba ya chakula kwa wiki nzima shuleni kwetu, katika wiki hii naomba na nyie mkafanye tofauti. Okay. utakutana majibu ambayo sio rafiki. mm. Eh, kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, katika vituo vyetu bado tuna ukusanyaji wa michango midogo sana. uh-huh. kwa hiyo ili michango midogo inatunyima sisi uhuru mm. wa kuweza kuhudumia watoto kuwapatia makundi yote yaliyo kamili okay, hapo kwenye lishe. Hapo mkurugenzi, yeah. Kwenye michango michango, upande gani yani, michango kivipi? Napozungumzia michango kwa maana hiyo, nazungumzia michango ya ulipaji wa ada okay. Kwa maana michango ya ulipaji wa ada ndio mfumo mzima wa kuendesha hizi taasisi mm -hmm. Na kuweza kuratibu mambo yote kufasa. Kwa ufasaha mm -hmm. Kwa hiyo michango yetu bado ni midogo, na hiyo ndio na sisi huru uwezakuwatimiia watoto haki zao hizi, lishe wapate vyakula vyote, kaluadoka kidogo kidogo kidogo kidogo mnaenda hiyo. Nafikiri nini kifanyike katika swala hilo ambalo litaweza kurekebisha kila kitu kikaenda sawa, watoto wakapata iomi hilo kamili kwenye kila kundi, vipatikane vyote? Nini kifanyike au wazo wako, ushauri pia? Mm. cha kufanyika ni kikubwa kabisa kabla ya yote nadhani ni elimu okay. utoaji wa elimu na nashukuru hata hapo redioni pia inatusaidia kwa hiyo tukishatoa hii elimu ya lishe bora kwa watoto mm. kila mtu akaielewa faida yeah. zake ni nini athari zake ni nini ndipo hata sisi itakuja kutupa nguvu kwamba tukisema jamani sasa tunashindwa kuyatekeleza haya yote kwa sababu ya michango ni midogo tuongeze michango tuweze kutimiza haya nadhani itakuwa ni rahisi nini ambacho unaweza ee, kuzungumza kwa kumalizia? Asante, nashukuru. Ujumbe wangu kumalizia ni kama ifuatavyo. mm. watoto wadogo tulionao sisi hawa naweza nikasema wanakumbwa na mambo so, tofauti tofauti. Wanapokuwa mitaani, wanajifunza vitu vya ovyo. mm. nadhani hata ata nyie mtakuwa ni mashahidi, wanatukana matusi. mm. wana michezo ya ovyo pia mm. kwa hiyo nilikuwa natoa kama ushauri kwa wazazi au walezi ambao waliopo katika mji wa Makambako wajitahidi mm. Watoto wakiwa wadogo ndiyo maana vimeletwa vituo vya malezi ya watoto, ndio wapeleke katika vituo vya malezi ngali bado wadogo. Katika vile vituo kuna faida licha ya kulelewa tu mm. Mtoto atapata faida ya elimu, mtoto atapata faida ya kucheza. Ile michezo itafanya akili yake ikuwe nao shupavu no. Kwa hiyo mtoto hata shinda bure. Kwa hiyo wasiwaache watoto wakawa na zaga zagazaga mitaani wakakutana na vitu ambavyo si rafiki mm -hmm. Na kingine cha kuongezea mm tangu ndiopo kata Maguvani kidogo kuna changamoto ya unyanyasaji. mm -hmm. kwa watoto okay, jinsia. Kwa hiyo nilikuwa naomba wazazi wanaosikiliza walibatia kusikiliza kipindi hichi, mm. au walezi Dio, basi wajitahidi kama mtoto si wako mm, ni wajirani yako warafiki yako, unaona anakumbwa na zile changamoto za unyanyasaji, basi simama, ondoka, nenda katika dawati la kijinsia, na nadhani hizi mambo pia unaweza kaenda kuona na maafisa kata. Mm-hmm. Katika kata, sio lazima uende ngazi ya juu, unaweza kuanzia ngazi za chini ukapata ushirikiano mzuri. mm-hmm. Tukawa kwa tukawakoa watoto wetu, na naja chakumaliza zaidi, wazazi wawathamini na kuwapenda watoto wao. okay. Wazazi wengi wa mji Makambako wanajithamini wao kushinda watoto wao. Okay, ndiyo, ni hivyo tuto, tato, tato. Okay, kwa utambulisho, kwa kumalizia hapo majina, yeah. Yako tuwakumbushe na cheo chako. Sawa, majina yangu kamili naitwa Method Cassian Mloe, ni mmiliki wa kituo cha Zion Hill Daycare au mwanzilishi wa kituo cha Zion Hill Daycare kilichopo Makambako, kata ya Maguvani, mtaa wa Jeshini. Vijana wengi wanapenda kujiita Tody mfano. Asante sana, ni kushukuru sana mkurugenzi wa Zion Hill Academy. Asante na shukuru sana mbarikiwe. Asante nashukuru kwa ushirikiano wako pia, pindi tutakapokuhitaji kwa mara nyingine usisite kutupa ushirikiano hapa El Olama FM 94.7. Asante, Mungu aongoze katika hilo. Asante amina. Sana. Amina, amina. Mm. Kamalizaje hapo? Amina mtumishi. Amina mtumishi. <laughs> Tunashukuru sana. E, eh, ametuelezea vizuri na mimi tumeelewa eh, moja kwa moja kwa elimu hii ya lishe na vile ambavyo huwa wanafanya katika kituo chao. Mm. Na vituo asilimia kubwa nini ambavyo huwa wanafanya mm. Wameelezea na nini sababu ambao wanakosa vitu vingine yes. Wameeleza pia kuhusiana na swala zima la ada na nini kwa kiufupi mm. Wazazi mtakuwa mmeelewa, wameelewa vizuri, natakiwa muwe mna ushirikiano na walimu na pindi mnapoelekezwa. Mi nimependa hii mm -hmm. yes, mama, kwamba wanaambiwa kabisa kwamba sisi tuna ratiba hii wiki nzima eh kwamba leo tumepika hiki, mm -hmm. Nyumbani mbadilishie, mbadilishie hivi. Sio huko, amekula ugali maharage hivi. Unatoka shuleni umekula, yani na nyumbani tena kande shuleni tumekula wali maharage na nyumbani mm -hmm. umepika wali maharage unaelewa? mm. Kwa hiyo mmekumbushwa hapa na ndugu yetu hapa mkurugenzi wa Zion Hill Method ameweza kuzungumza hapa, muwe mm. mna ushirikiano kujua leo mtoto amekula nini shuleni, nyumbani. Mm, yu nyumbani, mtoto atakula yes, nini? unambadilishia nini mm. kiukweli Aya, huyu message yake anasema, anaitwa William Pinga Hala, kutoka Ihanja, anasema nampongeza sana, sana huyo mtaalamu amezungumzia mambo mazuri ya lishe kwa watoto, najua wazazi na walezi elimu hii wameichukua. Haya, huyu mwingine yeye katika